Iran imeweza kutekeleza mashambulizi ya moja kwa moja ya makombora dhidi ya mji wa Tel Aviv, nchini Israel. Mapema hii leo asubuhi, yani siku ya Jumapili, siku ya leo napozungumza hapa na wewe, ikiwa ni sehemu ya mashambulizi ya kuweza kulipiza kisasi kufuatia uvamizi wa Marekani kwenye vituo vya nyuklia vya Iran siku ya Jumamosi. Ikumbuke kwamba siku ya jana pia Trump aliweza kutoa amri ya kwamba aweze kushambuliwa watu kutokea huko Iran, na moja kati ya vituo ambavyo viweza kufumuliwa au kuweza kushambuliwa ni kitu ambacho kinaaminika sana kwa Iran kuweza kutoa masuala mazima ya nyuklia, na kilikuwa kiko chini ya mlima ambapo pia ilikuwa ni ngumu sana kwa watu kuweza kujua, lakini Marekani ameweza kushambulia huko huko ambako walikuwa wamefichama. Na wenyewe sasa siku ya leo Jumapili wameamua kulipiza kisasi. Sasa kisasi chao hawajalipa kwa Marekani, wamezidi kuongeza mashambulizi ya katika ya Israel. Sasa zaidi ya makombora 30 yanaweza kurushwa na Iran likiwemo kombora aina ya Kaiba, ambalo limetumika kwa mara ya kwanza kabisa kwenye mzozo huo. Baadhi ya makombora hayo yalipewa mifumo ya ulinzi ya Israel ikiwemo Iron Dome na kuanguka katikati au katika ya, katikati ya maeneo ya mji wa Tel Aviv, Haifa eh, Nez Nezzona na kando ya barabara ya Bera Yakov. Sasa m, katika Tel Aviv makombora kadhaa yalisababisha uharibifu mkubwa wa majengo hususan katika eneo la Ramat Aviv ambapo pia nyumba kadhaa pia ziliweza kuharibiwa vibaya. Idadi ya waliojeruhiwa eh, katika mji huu pia pekee tu imefika watu 13 huku ikiripoti eh, zikisema kwamba wengi wao walipata majeraha mepesi mepesi, lakini mmoja yuko katika hali ya kati. Eh, vifo bado havijatangazwa kusema kwamba kuna mtu ameweza ku, kuweza kutangaza kwamba ameweza kufariki bado. Sasa aidha majeruhi wengine wameripotiwa katika, eh, nest Zona, mji ambao pia unapatikana huko ni watu sita Haifa ni watu watatu lakini Beer Yaakov ni mtu mmoja ambaye ameweza kupata madhara ya makombora hayo mara baada ya Iran kuweza kuyarusha katika upande wa Israel. Sasa kwa jumla ni watu zaidi ya ishirini wameweza kujeruhiwa katika mashambulizi hayo ya leo ya siku ya Jumapili tarehe ishirini na mbili mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa jeshi la Israel limesema kwamba linaweza kuzuia sehemu kubwa ya makombora hayo kupitia mifumo ya ulinzi wa anga, lakini makombora yaliyopenya yame kusababisha hofu na hasara kubwa kwa raia wa mali zao pia, lakini pia mali zao ambazo pia zipo miundombinu tofauti tofauti, ambayo inakuwa inapatikana eh, maeneo ya E, huko e, e, Israel imekuwa ni noma, ni noma sana. Sasa vita inakuwa ni kubwa zaidi. Marekani ameshamchokoza tena Muirana, ndio maana Iran anaweza kufanya e, chochote ambacho anakitaka, kwa sababu ameshindwa kuweza kulipa kisasi kwa Marekani mwenyewe, so anaendelea kuongeza e, mashambulizi katika upande wa Israel, na wa Israel wenyewe kuendelea kupata shida sasa Imagine sasa hivi tu mpaka muda huu ni takriban watu ishirini na moja wameweza kujeruhiwa na mashambulizi hayo ambayo yamekwisha kutokea siku hii ya leo ya Jumapili. Drop comment yako hapo, lakini pia kama ni maombi ni makubwa kuhusiana na nchi hizi mbili, kutokana na vita hivi, utakuwa umetisha kinomanoma chao.